Habarini mashabiki zangu mnaonifuatilia. Uh, leo nina kitu kipya kizuri ambacho nimekuletea. Kama utakipenda karibu. Nimepata uh, management, yaani bwana mmoja amejitolea kunisaidia katika tasnia yangu hii ya sanaa ya komedi inayoifanya lakini katika hiyo tumepanga kufanya vitu vingi, sio tu, sio tu kubase katika comedy, bali tumepanga kufanya na serious action pamoja na movie za mapigano. Ina maana uh, huko kote tunahitaji watu watu ambao watakuwa tayari kuja ambao wana ndoto za kuwa wasanii wakubwa kama una ndoto, kama una kipaji cha kuigiza, nataka kuwa mwigizaji, karibu. Management ipo, vifaa vipo, kuna kamera, kuna vifaa vyote vya kuigizia vipo. Sasa sanani watu, nahitaji watu kwa ajili ya kuweza kufanikisha hili, hata hii mambo yangu inayofanya ya comedy wez tuweze kufanya kitu kizuri, kwa sababu kwenye wengi na kitu anasimaga, umoja ni nguvu, utengano ni uzaifu. Unazifanya siwezi kuzifanya peke yangu, siwezi kuzifanya peke yangu. Uh, lakini tutakapokuwa crew na mimi tutafanya mengi makubwa. Kwa hiyo wewe mwenye kipaji karibu, kwa yoyote ambayo uko tayari acha namba zangu hapo, azichukua utanitafuta, lakini naweza pia nikazitaja: ni sifuri ni saba kumi na nane sitini na tatu arobaini sabini na nane, sifuri saba kumi na nane sitini na tatu arobaini sabini na nane. Naitwa Rash Limiter, ndio jina langu la kazi. Cheki kwa hapo utanipata, lakini pia Facebook natumia Rash Limiter. Ah, natumia Facebook natumia Rashid Mustafa. Uh, Instagram natumia Rash Limiter. YouTube natumia Rash Limiter. TikTok natumia Rash Limiter. Karibuni kwa ambao mnataka kuigiza, mnapenda kuigiza, napenda sana ya maigizo, karibuni sana. Yeah, lakini pia ah, mi vitu vingine mtavifahamu huko kwa, lakini kwanza tuanze na hiki. Kwa yote ambayo uko tayari anicheki kwa namba, nitampa maelekezo yote. Karibuni.